Vikwazo vya snapback vina athari vina athari gani kwa Iran? Inahusiana moja kwa moja na Iran kwa sababu ni mpango mzima wa kuweza kurudisha vile vikwazo ambavyo mwanzoni vilikuwa vimetolewa dhidi ya nchi ya Iran. Iran inaathirika vipi na vikwazo hivi au kurudishwa kwa vikwazo hivi? Kwanza kabisa, tunaweza sema sarafu yake ina inakuwa inapoteza thamani kiasi kikubwa na ikashuka kiwango kikubwa, yaani rial inapowekwa against the dollar ilionekana kwamba thamani yake imefanya nini, imeshuka kiwango kikubwa. Wenyewe wataalamu wa sarafu wa Iran wanasema kwamba imefika ni mamilioni, na tunapozungumzia sasa hivi yani kabla ya hapo tunazungumza bei ya kawaida; kisahivi, tunazungumzia mamilioni ya pesa yanahitajika kutumika ili kuweza kufanya nini, kupata dola moja. Hii ni athari ya kwanza. Kila athari ya pili iliyo inayopatikana kutokana na kurudishwa kwa vikwazo hivi, nchi ya Iran inapoteza nini, takriban asilimia 40 ya uuzaji wake wa mafuta kwa nchi za nje. Yaani kile kiwango cha uuzaji wake kilichokuwa inakifanya hapo mbeleni kinapungua kwa kiasi okay, cha asilimia ngapi? 40%. asilimia 40%. 40% ambacho ni kiasi kikubwa, tukizungumza 40% leo hii duniani tunakusudia kwamba ni mafuta mengi sana yatapungua, kwa nini kwenye soko, soko la mafuta ulimwenguni. Hii itaathiri sana kwenye nini system zima ya uuzaji wa mafuta na huenda ikaleta kupanda kwa bei katika maeneo mengi ya ulimwenguni sio tu eh, kwa Iran peke yake, lakini kupanda kwa bei ya vitu na vile vile kupanda kwa bei ya mafuta katika maeneo tofauti tofauti ikiwemo Afrika, bara la Ulaya na bara nyinginezo.